Tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Manuel Nchimbi, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Masaju, Mheshimiwa mawaziri mliopo na manaibu mawaziri Balozi Dkt. Moses Pogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, mliopo, mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi, waheshimiwa wakuu wa mikoa mkipokewa na mwenyeji wenu Albert Shalamila wa Dar es Salaam, viongozi wote wa serikali mliopo nasi hapa Ndugu wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Uh, kwanza kabisa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kuweko hapa na kutuwezesha kufanya tulilolikusudia. Lakini nataka niseme kwamba ni hatua nyingine ya kubadilika. Maendeleo ni mabadiliko, na hii ni hatua nyingine ya mabadiliko. Kimabadiliko hiya haya ni katika jitihada za kuongeza kasi ya utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji na kulinganisha au kulinganisha majukumu na vipaumbele vya taifa letu. Lengo ni kuimarisha mahitaji ya mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali ili kuendana na kasi inayolingana na matarajio ya wananchi. Nataka nipige mstari hapo. Lengo ni kuendana na kasi ya matarajio au mahitaji ya wananchi. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo. Mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu ni watake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo, mkaishi nacho. Lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili mbili, moja mtapewa mwe mnairudia kila mara. Lakini kile mlichowapa hapa leo, kama mtu atakuwa amesahau vasi yoyote, katibu mkuu kiongozi anavyo, atakupa urudie. Sasa maelekezo yangu kwenu wakuu wa mikoa kanal yahya ramadhan kido nimekupanga kagera na kanal Donald william msengi wewe utakwenda mtwara hii ni mikoa muhimu ya kimkakati kwetu lakini pia ulinzi na usalama wa nchi yetu takupangieni ma-DC ambao mnaweza kwenda nao na lugha moja ili kwenda kuimarisha ulinzi katika mikoa ile ni mikoa ya kimkakati kwetu, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kufanya kazi vizuri. Wasia wangu kwenu ni kushirikiana na mtakaowakuta madedi wakuu wa wilaya na wengine ambao mtawakuta au mtakaowaletea ili mfanye kazi vizuri. Narudia, ile miwili, ni mikoa yote, ni mikoa muhimu. Ile miwili ni mikoa ya kimkakati kwa usalama wa nchi yetu, na ndio maana nimetoa makanal jeshini, nimewapanga huko. Kwa makatibu wakuu, dr Tausi Mbaga, mipango, nimekuvisha kofia mbili. Ni katibu mkuu wa mipango na uwekezaji, lakini pia ni katibu mtendaji wa tume. Madhumuni ni kwamba utakalolipanga huku na utekelezaji wa huku viendane sambamba, viendane sambamba, mtu ni yule yule kinachopangwa ndani ya wizara kama sera na unapokuja kwenye utekelezaji, kitu ni kile kile, unasimamia pale pale. Na ndio maana Dkt Msemwa naye nikampeleka uwekezaji, ili naye akasimamia uwekezaji. Kuna pangwa dira, polisi na mambo mengine, utekelezaji kutushushia mipango ndani ya tume, na bwana Msemwa ni mtekelezaji kule uwekezaji nataka mkaimarishe usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya taifa, na eneo hili ndilo eneo la utekelezaji wa dira yetu. Na kwa bahati nzuri, nyewe wenyewe ndio mlikuwa wasimamizi na waandishi wa dira ile. Kwa hiyo mnajua kiliomo, mnajua nini cha kwenda kufanya. Nachotaka kuwaambia katika utekelezaji wa sera na mipango mliotushushia kupitia waziri Kitila, tunako kwenda mbele kuanzia nadhani mwaka wa fedha ujao tunapoanza kutekeleza dira, tumesema katika utekelezaji wa shughuli za uchumi serikali itawajibika asilimia ishirini na mbili private sector asilimia sabini na mashirika yetu ya umma asilimia nane Nataka na mkafungue, kwa sababu private sector kwa hivi tulivyojitia makufuli haitakuja. Tunazungumza PPP, lakini sheria zetu zina makufuli, nataka mkayafungue makufuli. Wale wa private sector waje wawekeze nchini, ndipo takapoipata asilimia sabini. Mmekuwa na mimi kwenye safari zangu za nje, mmekuwa mkinisikia ninavyoahidi wawekezaji na mmeona hamu ya wawekezaji kuja Tanzania. Sasa wasije halafu tumewafungia mlango, hapana, nataka mkafungue wawekezaji zije FDI, zije nchini, tuweke vitega uchumi hapa ndani ya nchi na taifa linufaike. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wenu, lakini kwa katibu mkuu, makatibu wakuu wengine, ni ndugu um, matarajio, kuna siku nilikuapisha nikasema wewe ni spare part yangu kwa hiyo kila ninapoitumia spare part wewe usishangae. Sasa nimeona ni kutumie kuwa katibu mkuu pande wa gesi na mafuta, tutakwenda kusaidiana na feli feli yuko ehe. Feli atasimamia nishati, kwa sababu katika dira yetu, katika ilani yetu, tukifika 30 tunatakiwa kuwa na megawatts ngapi? Feli, elfu nane elfu nane. Hiyo ndio kazi yako tukitumia jua tukitumia maji tukitumia sijui themo tukitumia nini, wote huko mbele nataka zile megawati elfu nane ziwe zimepatikana. Na kwa maana hiyo, Matarajio, unakwenda kusimamia gesi na mafuta, mambo yote yanayohusu gesi na mafuta mimi nitakukaba wewe. Kwa hiyo um, hayo ndiyo mambo yako. Anayefuata waziri waziri umekaa na mimi muda mrefu, umefanya kazi nzuri sana. Akiambua mama kaupiga mwingi, nawe umo, sababu wewe ndio mtu wangu wa hapa. Lakini kazi yangu ni kulea na kukuza, si kulea na kudumaza, na ndio maana wengi niliowalea nawatoa, nawapa posti, nendeni kafanyeni, nasukuma vipaji mbele. Nimepiga jicho hapa nikamwona Blandina. Blandina, hebu simama. Huyo eh, alipokuwa na mimi nikimwita maijirafu sasa, nimempeleka tume ya mipango, na ninauliza anafanya vipi, naambiwa safi. Kwa hiyo hiyo ndo kazi yangu kulea na kutoa, na nimetoa wengi, nimetoa kina Juma Mkomi, sasa hivi makatibu wakuu utumishi, wanafanya vizuri. Nimetoa kina Felista, nimetoa magoti DC, mnakisikia huko kina Nguruma. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama h nalea halafu nawatoa, nendeni kakueni. Kwa hiyo babangu, nimekupeleka ukakue, lakini jengine unajua ninachokitaka. Umekuwa na mimi kwa muda mrefu, unajua ninachokitaka. Kashirikiane na waziri wako, waziri yuko eh, kashirikiane na waziri wako. Nataka viwanda. Baseline yangu ni pale alipoacha Jafo, ripoti yake kanambia, kuna viwanda kadhaa vikubwa vidogo vya kati vya nini. Nataka niwapime kwa idada, idadi ya viwanda nitakavyoleta nchini, kwa ukubwa wa biashara, utanuzi wa biashara tutakao kuwa tunafanya na nchi za jirani, lakini na nchi za nje. Hicho ndicho kipimo changu kwenu. Kosi kwa sikuwaweka pale mkacheke na wafanya biashara, mkacheke na wana viwanda, mzunguke tu kwenye viwanda. Hapana, vutieni biashara, vutieni viwanda kama hamjafahamu waziri, unajua vya kunifika, mchukue mwenzio waziri wako, njoni nikatukae tueleweshane. Haya, mwingine Nguvila, Nguvila we ni rasi wa muda mrefu na ulipoomba ruhusa kwenda kwenye bunge, nilijua hakika utakwenda kupigwa hurudi. <laughs> nilijua hurudi lakini nikasema mtoto akitaka wembe mpe, ukisha mchinja atajua, si ndio? kwa hiyo wembe umekuchinja mwanangu. Nikasema ngoja upumzike kidogo, lakini utendaji wako na ujua vizuri sana, na kurudisha na kupeleka Arusha. Arusha unaijua Arusha, imechangamka, Arusha ina mambo mengi, Arusha ni sura ya nchi yetu tuna accommodate pale taasisi za kikanda za kimataifa. Nataka ukafanye kazi na kuamini na najua unaweza, kanifanyie kazi ya Arusha. Aha, na nikumbushe ni tena jina Ke, kewe Aa, kewe huku nindi, nimekupeleka mifugo, kilimo umekuwa rasi Njombe, bosi wako yuko nyuma hapo, anahangaika na lishe, na nadhani amefanya vizuri, ameweza kupunguza uh, kiwango cha udumavu na yale matatizo ya lishe si haba, saka msaidia afanye vizuri. Lakini Njombe ni mkoa tunaotegemea kilimo, ni katika mikoa inayolisha Tanzania, ni katika mikoa inayolima mazao ya biashara kwa hiyo nenda kamsaidie, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na mheshimiwa mkuu wa mikoa, taona kwamba ninachofanya ni patches tu, anaye staafu sijui, anaye ni ni patches tu nafanya, kwa sababu mliopo nawaamini, mliopo nimeona kazi yenu. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, lakini kazi pamoja na utu, ili nchi yetu isonge mbele. Sawa. Kwa hiyo nindi, bosi yuko nyuma hapo, wamekuja kupokea. Nenda kachape kazi. Anayefuata, nsubili Joshua, hili jina la kati, miaka yote imekaa nawe silijui <laughs> Akomeligwe silijui, najua nsubili Joshua tu, lakini ni katika ile HR tunalea na kutoa. Nadhani pamoja na Rose hivyo hivyo, eh, tunalea, tukiona wako vizuri tunasema pelekeni vipaji nje kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi zenu za unaibu katibu mkuu kama tulivyowaamini. Nendeni kasukumeni sekta zenu, mnayajua yaliyoko huku. Nimekaa na nyinyi muda mwingi kwenye baraza la mawaziri, dokumenti zangu zote zikitoka kwangu zinakuja kwenu, zinafanyiwa uchambuzi, mnaziangalia, mnatoa recommendation. Yale marecommendation sasa katekelezeni, kawasaidieni mabosi wenu, mkatekeleze yale mliokuwa mkinambia, Mheshimiwa tunaomba uridhie hili na hili lifanyike. Nasema okay, kama ulivyopendekeza ulivyoshauri, chukua hatua sasa. Kachukueni hatua na uh, Rozo nakwenda maji. si unajua umuhimu wa maji, na katibu mkuu wako Mwajuma, eh, Mwajuma ni injinia. Bosi wako yuko nyuma, Poawesu hawa wote mimi nawaita watoto watundu wako hivi, hawatulii. Nataka nawe ukafuate huko yale mambo ya kuelemea kwenye deski kufanya analysis ya maandiko nayo kuchoshia. Sasa nenda kawasaidie, maji muhimu, tupate maji, na kikubwa kuhangaika, fedha ya maji iko wapi, ili tumalize ile asilimia iliyobaki, kila mwananchi awe na maji safi na salama. Sawa mamangu. Haya Luvanda, hivi Luvanda, nimekupeleka wapi? mazingira wewe ulikuwa balozi muda mrefu, kwa hiyo umekuwa ukiasikia anayosemwa. Umekaa India, umekaa Japani, umekaa wapi tena mwisho eh? India sawa na Japani, alafu nikakurudisha. Aya, sasa nakutwika mzigo huu. Masauni yuko e, yuko naibu waziri wako yule pale, nenda kawasaidie. Kikubwa ni carbon credit, pesa nyingi tunanyang'anywa watu wetu wanapata. Ukiangalia Tanganyika wanajisifu, tunapata mpaka 9 billion kwa carbon credit, lakini wanaweza wakapata hata 20 billion. Yule wa katikati yule anayechukua huku na kuuza kule. Anachukua pesa nyingi sana. Kwa nenda kashirikiane na kituo, msimame vizuri tupate haki yetu, pamoja na mambo mengine ya mazingira. Mazingira yetu yameharibika sana, tunapanda miti kwa sana. Nenda kasaidiane utakao nautakakuta, myungi yupo Eh, yule ni guru la mazingira na ndio bosi wako. Kwa hiyo naendeni kafanyeni kazi pamoja. Haya, anayefuata ni nani? Mbwasi, nimekupanga wapi? Viwanda na biashara. Kwa hiyo nyi wawili katibu mkuu na naibu ni wapya, lakini sio wapya kwenye konsepti yote ya uchumi wa viwanda. Kwa nendeni kamsaidieni waziri mchape kazi Sawa, so. Haya, anayefuata Sheikh, wewe uvuvi pamoja na mifugo ni nani? Aha, mifugo na uvuvi sekta zenu, na bosi yuko nyuma hapo, nilikuwa namwona anapambana huko mikoani huko na wafugaji na wavuvi. Sekta yenu ni sekta muhimu sana kwa vijana wetu sana sana Nadhani juzi au juzi nilikuwa na kikao na baadhi ya mawaziri hapa na watu ambao tunahitaji watusaidie, lakini katika kuibua sekta zenye low hanging fruits ni mifugo, uvuvi na kilimo. Hizi ni sekta ambazo tukizisimamia kikweli kweli, kisayansi, zitachukua vijana wengi sana kwenye ajira, lakini si tu kuchukua vijana, taleta mapato mengi sana nchini na ni sekta ambazo mavuno yake yanatakiwa kwa haraka. Tukiangalia hapa nchi za Gulf zinataka nyama iliyochinjwa na nyama hai, wanyama hai kwa season zao, lakini nyama iliyochinjwa kwa kiasi kikubwa sana. Hatuwezi kunani ku, ku, ku, sasa mpaka tuisimamie tu BBT mifugo, vijana wale wafuge na wengine wafuge, wafugaji wa kawaida wafuge, tuwabadilishe, ndio tutaweza kuuza kwa wingi kwenye hayo masoko lakini uvuvi vile vile sasa hivi ni msamaki ya kufugwa tu, wenzetu wanakula kila kitu vyakula hakuna, kuna soko la China hatuwezi kulimaliza tukifuga vizuri tukifuata standards, na we ni bingwa sana kwenye ufugaji, kwenye uvuvi tutakwenda vizuri. Lakini jingine yale mapato tunanyang'anywa kule high seas, meli inakwenda kule, si tunategemea mapato ya leseni tu. Lazima tubadilike sasa. Tubadilike na tujue wanachukua nini na lazima wa process kile wanacho wanachokichukua lazima wa process ndani. Kwa hiyo tuende kutoka na mabadiliko ya sera, mabadiliko ya sheria, lakini lazima tusimamie sekta zifaidishe taifa letu. Sawa. Haya, nikitoka hapo bwana, viwanda vingine, kuna operation ya viwanda vya dawa kipimo chako ni kuifanya Tanzania ijitegemee kwa asilimia si chini ya sabini ya zile dawa tunazoweza kuzalisha. Najua waziri yuko hapa ayuko. Najua um, kuna kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda, nenda kaisimamie, lakini muelewe wanaowekeza ni kina nani Una watu wengi wanahamu kuja Tanzania wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame viwanda vya madawa vijengwe humu ndani vijengwe na tujitegemee by 2030, tujitegemee kwa asilimia si chini ya 80. Sawa, haya utasemwa mengi, sijui crown redio, sijui crown nini. Sicho nilichokupelekea, najua unaweza unaweza kusimamia viwanda vya madawa, wawekezaji, nenda kasimamie. Eh, mm -hmm. Mifugo nani? tayari kewe. Naibu katibu mkuu wapi? Tume ya mipango ya kwako, nimesha sema, pamoja na mabosi wako wawili wale pale na wesi. Nimekutoa mle mle ndani, nimekupandisha ndio, aa, nimekutoa nje, nikakuleta private sector Very good. Sasa yale mawazo ya private sector, corporate thinkings nenda kasaidiane nao. Vizuri, hata Tausi alitoka private sector, tumejitahidi sana kumbadilisha uwe mserikali, kabadilika, lakini hajalewa sana. Na ue umetoka private sector, naendeni katupangieni yale mnayokaa kututeta kule nje kwenye private sector, serikali ingefanya hivi, ingekuwa hivi, serikali sasa kafanye. Sawa, Nenda kakae na uongozi uliopo, peleka mawazo ya, ya, ya, ya nje tu tuikuze tu, tumewetwa mipango e, iwe na ufanisi na kila kitu. Halafu wa mwisho Gaguti, na kusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje na utakapokwenda kule wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako. Kwa hiyo nadhani ukitoka hapa, naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma huyu eh, hapa wataenda kukupeleka chuoni. Nadhani kuna crash program ya wiki mbili, sio au tatu. Baada ya hapo, watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza, lakini wakati mwingine ubalozi, mi huona kama mnafanya uvivu zile protoko, ufundishwe, sijui kifungo ufungeje, vifungo sijui kidole kikaeje, sijui ukikaji wa meza ufanyeje, lakini mtu akikusema vibaya wewe usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mimi siwezi. Wakinikera mimi nabwatuka tu, nikirudi ofisini msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia, Mheshimiwa, kimpale leo ulikuwa hivyo. Ambia eh hiyo kazi yako wewe, mimi wamenikera, wamesema na mimi nasema. Kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambua balozi ni nini, and then tukupangia kituo, utakia kazi njema. Haya, nadhani wote nimesema nao, ndugu zangu walio hapa na mlio kwenye viti, mlio kwenye nafasi, kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka ishirini na tano ijayo ambayo itaishia hamsini. Tatoka mimi kesho kutwa, ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani, sijui arobaini, ataingia mwingine ndio akuja kumaliza utekelezaji wa dira ya ishirini hamsini, lakini sisi ndio wa kuweka msingi kama tulivyokuta msingi wengine wameweka, sisi tukajenga juu. Na sisi ndio wakuweka msingi wa utekelezaji wa dira ambayo tunakwenda kuitekeleza. Kwa hiyo niombe kila mtu akafanye wajibu wake, kila mtu akawajibike na pale anapotakiwa kuwajibika. Niombe sana ndugu zangu. Sasa mimi kwangu ni jicho nani anacheza vipi, ukiona steps zako haziendani na ngoma ninayoipiga basi tutatupisha tu pembeni, niangalie nani mwingine miguu yake miepesi, ambaye anaweza akaendana na steps za ngoma ninayoipiga. Sawa, ndugu zangu, nawatakia kila laheri, kazi njema. Wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa na pindua meza, mambo yaanze upya, hapana, hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko patches. Patches, kubadilishana vituo, kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo, lakini mpaka mtu akithiri sana ndo atakaa pembeni, asipokithiri, tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu ha. Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa likuwa naona mambo mengi eh, waziri katolewa, eh, kiko wapi Eh, nachokuambieni, nimelea amekuwa na muexpose kwenye sectors, ndicho lichofanya na wote niliowasogeza ni hivyo hivyo. Nalea, wanakua, na nalea wanakuwa wapeleka vengineo. Ningeacha adumaye na mimi hapa kutwa, natoka, future yake iko wapi? Nimwache adumaye na mimi hapa? Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana. Asante, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima na taadhima tunakushukuru, na sasa naomba uturuhusu tufanye itifaki kwa ajili ya upigaji wa picha za kumbukumbu kumbu. hapa nje. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, karibuni hapa nje tukafanye maandalizi ya picha, tufanye haraka tafadhali.